Kutoka pembe moja ya Kenya ya magharibi, tuelekee pembe ya pwani, tutue kaunti nambari tatu ambapo tunaarifiwa kwamba vijana zaidi ya mia nne wamekamatwa na kufikishwa mahakamani katika mji wa Malindi katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita. Baadhi ya wakazi pamoja na wafanyabiashara eneo la Malindi huko Kilifi wamewataka polisi kuimarisha usalama eneo hilo kutokana na kuongezeka kwa magenge ya wahalifu. Usalama umekosekana mitaani, kila kona hakuna usalama, na njia moja atueleze, ya kukabiliana na hii mambo ya usalama, kuhakikisha kwamba wananchi wanaishi salama bila kupata matatizo. Ni mikakati gani ameweka? Watoto wengi wale wanafanya uhalifu ni watoto, wamedrop out sababu hawana wa school fees Watoto walikuwa wanastahili kwenda wengine vyuo vikuu, hawakuweza kwenda, wako mitaani na akili zao bado ni, ni watoto ndio wameharibika, wako mitaani wanasumbua, wanasumbwa. Hawa vijana tunajaribu kotini tuone kama tutawapata wawe wameshtakiwa, lakini hatuwaoni. Sijui mkiwashika mnawapeleka wapi, hili ndio nataka tujue, kwa sababu usalama umedorora na hawa vijana ni wakishikwa wapelekwe kotini ili tuone wanashughulikiwa wana, wana vilivyo.